Watu alipoanza tangu mwanzo mm. Baada ya bunduki mimi niondoka moja kwa moja Mm. Na clip from the beginning mm. Sikujali nani yuko nyumbani. I know watakapokuwa mimi nimekwenda hatua kama 30 40 arobaini mm wao wanakuja wow, karibu na mimi nitakuwa napumzika, na ndio maana nilikuwa naangalia sana nyuma, nimeangalia nyuma, naangalia nyuma. Na hiyo strategy ulipewa na coaching team au uliamua mwenyewe pale pale? Mimi ndio kuamua tu, nimejaribu mara nimejaribu All Africa Games, nikamshinda Keino nyang'awaje, Keino walinikaribia sana kwa sababu <laughs> <yu, wala, imejaribu, laughs> Yeah. Mm, yeah. Yes. Ndio naanza anza, haikuwa distance kubwa, ndio unaanza ku master plan yako ile yeah. pale nilipokwenda ile mm. nikawa naenda, kwa sababu ukiangalia sana lepo ya mwisho mm. wakati anavunja rekodi ya dunia mm. lepo ya mwisho ile kwenye 200 meters those guys walikuwa about 30 meters ya kile kevi ya mwisho. Sasa uliwaacha mbali na mimi wanapambana wao. Alianza jipcho akaanza ku, waka kuondoka, oh, uh... wakaja kina nani wale, kina Walker wakaja mm. akaja kina nani wale, kina nani huyo, yani Dixon wakaja. Nikasema, nikatazama kwenye kona, nikasema ah naona anakuja wetu, anakuja kwa nguo nyeusi, najua ni, ni, ni Walker na na na Dixon mm. wanakuja mm. kwenye straight pale, nikaona sasa this is the time, niongeze na jamaa anakuja. nilipokuwa yeah. nakuja mimi nikaona ah, nika relax kidogo, alipokuwa anakaribia, kelele nyingi kiwanjani nikasema, sasa hapo mita kama 30 20, nikasema this is the end Mm, ile kuongeza. Sasa yeye alikuwa amestruggle sana, mimi nilikuwa napumzika. Sasa ndiyo kaongeza. Sasa ile kuongeza. This man is gold one. Basi ikawa world record. Na namshukuru kwa sababu mm, asingenifukuza vile, ningevunja record ya dunia nisingeweza. Aha, ile mwisho ile kuongeza. Kuongeza alipush akanikaribia, mimi nikapush, ilinisaidia sana. Na ukawa unajua kabisa kwamba nitavunja hii record. Ilikuwa yeah. Kwa mbele yako unapomalizia pale kuna taa mm. Kwenye screen ile ya time Yes. Ikawa ina blink well record mm. Naona sasa wow. Naiona na ndio wakati nikaanza kujump mm. Kana ruka ruka kwa furaha nini.